Aliongelea tumboni kwa mama yake. Mama yake anaitwa Mbuke Ngerela. Mi naitwa Jibina Ikwaa Tandu. Mtoto wangu akaongelea wa tumboni kwa mama yake, akasema ya mi ya nazaliwa ntakutanita Kishosha, nipeleke kule kwa Kishosha Shinyanga Seke. Kwa hiyo nikamleta huku. Aliongea mwezi wa tano tarehe ishirini ke mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hapa nimekuja kuwambia umma, mimi mjukama na Marundi. Kwa hiyo mtoto wangu akaongelea tumboni, akadai jina la, la babu yake, ndiyo maana tukamleta hapa kwa Kishosha mfanyie mtambiko yake. Kuipata namba yangu ziro sita themanini na nane tisini na mbili i gitaku nipata nambangu sifuri sita si semani na nane tisini na mbili.